Toka jana Mijana saa kumi hizi gari zilifika hapa na sijatuokelea watu wetu, hatusikira. Ingekuwa ni mtoto wa gavana, saa hii angekuwa ashatoka kitambo, angekuwa hapa ndani. Tunasikia hasira asira, sababu wao ao walioanguka ni ndugu zetu. Eh, tunasikia uchungu sana. Ni hisia za kukata maini kutoka kwa wakazi wa Bamburi, kaunti ya Mombasa wakilalamikia kucheleweshwa kwa shughuli za uopoaji wa watu wanne ambao waliripotiwa kutumbukia kwenye shimo lililoporomoka Jumapili ya hapo jana. Ama huyo gavana wetu kama gavana hatusaidia nini kwa upande kama huu, hata watu wa mashimo si shindwe. Mi ninahakika watu wa mashimo wafukuaji watatoa marehemu na kila mmoja atapata marehemu wake akastiri. Sisi tunataka mili ya ndugu zetu itolewe, sisi tuje tuze sura. Tangu jana mpaka leo hakujaeleweka. Sisi tunataka kitu kieleweke, mili itolewe. Watu hao wanne wanaripotiwa kutumbukia shimoni ghafla walipokuwa wakitazama mechi ya kandanda runingani kwenye banda la video ambalo lilikuwa limejengwa juu ya shimo hilo. Ay, ndugu zetu walipromokewa kuanzia jana mida ya saa kumi, ile boli ya Manchester ikiendelea. Ili walazimu maafisa wa polisi kufika eneo hili la tukio ili kutuliza hali, maana umati wa watu ulifurika barabarani na wakiwa wenye ghadhabu. Mara tu ilipofika mwendo wa saa sita mchana zoezi likaanza. lazimika majumba yaliyokuwa yameziba mahali pa tukio kuvunjwa ili kuipa nafasi maafisa wa majanga kuingia na kuopoa miili hizo. Saa kumi alasiri, gavana wa Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir alifika eneo la tukio kuja na kuangalia jinsi shughuli ilivyokuwa ikiendelea huku akiwarai wakazi wa Bamburi wawe na subira na utulivu ili tu miili ya waliotumbukia kutolewa kwa muda ufao. Hii barabara, mambo ya barabara kuzibwa na majumba, lazima tukubaliane yakuwa hatuwezi kukubali tena Mombasa. Kwa hivyo wakimaliza kuifungua tuangalie na nyingine barabara zifunguliwe, si ni sawa namna hiyo? Tumeelewana mpaka hapo si ni kwa sababu ya usalama wetu, sio? Kwa hivyo tushirikiane. Jioni ya Jumatatu hii bado shughuli ya uopoaji ungali unaendelea ni katika eneo hili la tukio, eneo la Bamburi ambapo watu wanne wanadaiwa kuingia ndani la shimo ambalo liliweza kuporomoka hapo jana, wakazi wa hapa wakihitaji serikali ya kaunti ya Mombasa kuweza kuwajibika na wapendwa walioingia pale ndani kuweza kutolewa mara moja. Nikiripotia Mchoche News kutoka kaunti ya Mombasa, eneo la Bamburi, jina langu ni David Lukoe.